Waandishi na mashabiki wa klabu yetu Young Africans watakuwa wameshaiona na kuielewa kuelekea mechi hizi za Champions League hatua ya makundi. Baada ya kufanyika tathmini ya kina na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, mechi za klabu ya Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja, maana ya Zanzibar, kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo mechi zote tatu za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar, kwenye uwanja wa New Aman Complex. Baada ya hapo, tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna utaratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa. Niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari, mechi za makundi za klabu yetu ya Young Africans zitafanyika New Aman Complex. Na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa, uh, na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri. Nafahamu sasa hivi kwenye mioyo ya watu wengi ambao hawaitakii mema klabu yetu ni kama wameshatotoa kwenye mashindano, lakini sisi kama Young African Sports Club tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye support kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Hii ngoma tutapambana nayo na insha allah tutakwenda hatua ya robo fainali. Kwa hiyo maandalizi kule Pemba Uh, Unguja yaanze haraka kuhakikisha wanaipokea timu na tunakuwa imara kwenye michezo ya nyumbani, na mashabiki wengine kutoka mikoa tofa, tofauti tofauti Dar es Salaam, Dodoma, uh, Morogoro na sehemu mbalimbali hapa Tanzania. Pia tunawaomba uh, na nyie tujiandae, mechi itafanyika, mechi ya kwanza ni tarehe ishirini na mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi, ni siku ya Jumamosi na itapigwa mechi hii majira ya saa kumi kamili jioni New Amani Complex pale Zanzibar. Kwa hiyo tuanze maandalizi na sisi matawi yote ya Yanga Tanzania, na tuwe tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar New Amani Complex kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kufikia hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, nimefika mwisho wa machache ambayo nataka niwajuze, na nakaribisha maswali matatu mpaka matano kama yapo, tuweze kufunga mkutano huo. Karibuni. Nimezungumza li uh, nafikiri kwa Kiswahili tu chepesi well, ndugu yangu, kwa kuzingatia uh, maslahi mapana ya klabu yetu, yetu ya Young African Sports Club lakini pia tunatambua sisi kama Club Young Africans sehemu yoyote hapa Tanzania tukicheza tunafanya vizuri sehemu yoyote ile, haijalishi ni Benjamin Mkapa, haijalishi ni CCM Kirumba, haijalishi ni Sheikh Amri Abeid kule Arusha, popote ambako Young Africans itakwenda kucheza inacheza na inafanya vizuri. Zanzibar pia ni sehemu ambayo tukicheza tunafanya vizuri . Kwa hiyo hakuna sababu nyingine zaidi ya kwenda kucheza New Aman Complex, ni sehemu ya Tanzania na ni sehemu ambayo tunaamini tutakwenda kupambana na kupata matokeo mazuri, kama ambavyo tumepambana katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo hakuna muujiza, ni uchaguzi tu wa viwanja, na sehemu zote ambazo tutacheza, tunaamini tuna nafasi ya kupambana na kupata matokeo mazuri. Swala la pili, kama lipo, swala la pili, kama lipo. Asanteni sana.